Maisha ya kumtegemea Mungu, kitabu kile cha Yeremia kumi na saba mstari ule wa saba mpaka ule wa nane. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Hapo ndipo ambapo tunaenda kujifunza. Nabii anasema hivi, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Maisha ya kumtegemea Mungu ndio somo letu. Nini maana ya kumtegemea Mungu? Kumtegemea Mungu ni kuishi maisha ya kumwamini Mungu na kumtumaini Mungu kwa kila hali. Kunaposema kuishi maisha, maisha ya kumtegemea Mungu maana yake ni kuishi maisha ya kumwamini Mungu na kumtumaini kwa kila hali, maana yake kwa kila mazingira unakuwa unamweka Mungu kuwa tumaini lako unamweka Mungu kuwa mtu pekee au baba pekee wa kumwamini Bwana s sana. Na leo tunaenda kujikita katika maeneo muhimu ya kumtegemea Mungu. Eh, sehemu gani unapaswa kumtegemea Mungu? Ndio somo letu litakuwa limelala hapo, kwamba mimi kama mwamini niliye mwamini Mungu ni maeneo yapi inatakiwa ni ishi kwa kumtegemea Mungu na Mungu atatusaidia na Mungu atatuwezesha. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Jambo la kwanza au eneo la kwanza la kumtegemea Mungu, mtegemee Mungu wakati ambao maisha yako ni mazuri na wakati ambao maisha yako sio mazuri. Bwana sifiwe sana. Yaani jambo la kwanza ni, ni, ni, ni wakati gani mtegemee Mungu au katika mazingira yapi inatakiwa kumtegemea Mungu? Jambo la kwanza au eneo la kwanza mtegemee Mungu wakati maisha yako ni mazuri. Kuna wengi sana ambao maisha yao yanapokuwa mazuri, yamejaa mema, yamejaa baraka, wanaacha kumtegemea Mungu na badala yake wanaanza kutegemea baraka walizonazo, wanaanza kutegemea mali walizonazo, wanaanza kutegemea uwezo walionao, na mwishowe Mungu anakuwa adui yao. Mungu anakuwa adui wa kila mazingira ambayo anachukua nafasi yake. Atukumbuke, Mungu anatembea kama alivyo mwanamume. Mungu ni mwenye wivu. Bwana asifiwe sana. Na anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Na kwa nini Mungu mwenye wivu? Kwa sababu anatupenda. Bwana asifiwe sana. Na kama anatupenda, anatuonea wivu sana. Kwa hiyo chochote ambacho kinakuja kwenye maisha kikachukua nafasi yake, awe ni baba, awe ni mama, awe ni mtoto, awe ni mali, Mungu anapigana navyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza leo ya kwamba inatupasa kumtegemea Mungu mazingira ya utele na katika mazingira ya ukame, yeah. Haleluya mpendwa, wakati una mibaraki imejaa, wakati una mema imejaa, wakati una kila cha kuangalia na kukupa raha, bado inatakiwa umtegemee Mungu kwa sababu Mungu anaweza kuvifagia vyote alivyokupa ndani ya sekunde. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumkumbuke Ayubu, mtumishi wa Mungu. Ayubu alikuwa ni mtumishi hasa. Na Ayubu alikuwa ni mchaji wa Mungu. Biblia anasema hakuwa na dosari yoyote mbele za Mungu. Eh, alikuwa ni mtu ambaye uka- ukamwangalia uka, uka, uka ukaona na kasoro, hana kasoro, na Mungu anasema alikuwa ni mcha Mungu aliye mwadilifu na mwaminifu, lakini alikuwa amebarikiwa. Bwana sana utele wa Ayubu sisi hatujaufikia baraka za Ayubu sia ezi. Pia Ayubu alikuwa amebarikiwa kwa mibaraka mikubwa mno, alikuwa amebarikiwa kwa mali nyingi sana, alikuwa amebarikiwa kwa uzao mzuri mno, watoto wengi. Lakini wote ndani ya dakika moja, vinasema kufumba na kufumbua, mali, watoto, familia imesambaratika, na zaidi sana yeye mwenyewe anaumwa Bwana sue sana, yeye mwenyewe anauma. Kwa hiyo maisha yake Ayubu yanatufundisha ya kwamba Ayubu moyo wake ulimtegemea Mungu na alimtegemea Mungu katika majira yote. Haleluya! wakati wa utele Bwana anataka umtegemee, wakati wa ukiwa Bwana anataka umtegemee. Kwa hiyo tunamtumikia anayetaka tumtegemee kwa kila hali ya maisha yetu. Hebu mpe Yesu makofi, mpe Yesu makofi. Wengi sana wamejikwaa wakati wa mibaraka, hata makanisa wakati mwingine kanisa linaendelea kufikia hatua mbaya zaidi kwa sababu ya baraka za kimungu. Lakini sisi kama wana Mungu tukijipambanua ya kwamba sisi ni kanisa la Kristo, na inatupasa kuwa moto majira yote, inatupasa kuwa moto kila wakati. Mungu atainuliwa katika maisha yetu kwa sababu amekusudia kutubariki wanas sana hatupati baraka halafu zituondoe zi, zi, zi, kwa Mungu ha, tunapata baraka zitupeleke zaidi kwa Mungu. Mungu anafurahi sana anapoona mtu ambaye amejaa mali za kila aina, amejaa utele wa kila aina, amejaa digrii za kila aina, alafu katika maisha yake anamadhimisha yeye, akijua ni yeye aliyempa, akijua ni yeye aliyemwezesha, akijua ni yeye aliyemtendea wake uwe mmoja wa watu ambao wanaopendeza moyo wa anayebariki Bwana sio we sana. Wengi sana mmekosa promotion kwa sababu ya kujiinua. Mndo tu una PhD yako unaitwa daktari basi, yani ndio umemaliza maisha? Hapana, Mungu anataka unyenyekee. Kanuni ya wana wa Mungu sio sawa na kanuni ya wana wa dunia. Kanuni ya wana wa Mungu, Mungu anataka unyenyekee. The more Mungu anakuinua juu, the more wewe unatakiwa kushuka chini. Bwanasie sana hata katika huduma. The more Mungu anakutumia sana, the more nitakuwa kushuka na kumwadhimisha na kukiria kwamba ni yeye peke yake Hallelujah! Kwa hiyo jambo la kwanza usilisahau katika maisha yako, kwa kuwa Bwana atakubariki na nina uhakika atakubariki, nina uhakika atakuinua. Wakati unamiliki baraka yako umtumaini yeye na kumtegemea, kwa sababu kigombana na Bwana utaharibikiwa Haleluya, mpendwa, yaani ni ni bora ungekuwa wa duniani, ni bora ungekuwa duniani. Mbaya zaidi ni kwamba sisi wana wa Mungu tunapomkosea Mungu anakuwa ni adui wa kwanza, na pia shetani anakuwa bado ni adui kwa adui. Shetani yuko permanent, yuko pale, lakini Mungu unapofanya vibaya anageuka kuwa adui, na Mungu akigeuka kuwa adui, anakutia mikononi mwa watesi wanasio sana Yani, unateswa mpaka inafika sehemu nainua mikono utalasu hospitali, mpaka nafika sehemu nainua mikono. Nimeshuhudia watumishi wengi ambao walibishana na Mungu, anawaita wanabisha, walienda kuitikia hospitali, wanamwambia Bwana malaika tu nikumbuke, niponye e, niko tayari ukutumikia, nataka nikuone. Mpendo simiki alihiyo, umwadhimishe Bwana na kumtambua ya kwamba ameshika uhai wako ameshika maisha yako ameshika mema yako ameshika baraka zako. Na yeye akicheka, anakufurahia na anakubariki. Na yeye akinuna, anakupiga na anakuadibia. Hata usipomshangilia Mungu haina shida, ila Mungu anataka aseme na wewe jambo. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, eneo gani natakiwa kumtegemea Mungu? Eneo la pili, mtegemee Mungu wakati huoni njia ya jambo lako wakati huoni njia ya jambo lako. Kuna wakati Mungu anatupa maono makubwa sana, na yale maono wakati mwingine ukiangalia, hauoni namna gani unaweza ukatoka. Na ukiangalia uwe namna gani unaweza ukawezeshwa na, na uwezeshaji wa kimungu maana yake unakosa namna. Bwana asifiwe sana. Kama namna zingalikuwa kwako, tusingekuwa na malalamiko, na kama namna zingekuwa zinatokea tunaziona na tunazishuhudia zile namna za kutoka kwenye changamoto au kutoka kwenye jambo gumu, basi tusingekuwa na haja ya kukaa tunalia mbele za Mungu. Lakini tunalia mbele za Mungu afunguaye milango na madirisha na macho ya roho yetu ili tuone kwa nini mambo yapo? Kwa hiyo unatakiwa mtumaini Bwana wakati huoni mlango yote akitokea, unatakiwa mtegemee Bwana wakati uoni njia ya jambo lako. Na yeye ana kazi moja tu, anafanyaka njia mahali pasipokuwa na nini? Ni sifa yake Mungu na usisahau Bwana sie sana, unapoendelea na maisha yako, usisahau ya kwamba nina Mungu na kazi yake anafanya njia mahali pasipo kuwa na njia. Unaposhindwa jambo, hajalishindwa Bwana wako, unapokosa njia, hajakosa Bwana wako, lakini anaangalia juu, unamtegemea na kumtumaini. Bwana ndiyo tumaini lako, wakati wa jambo lako, Bwana ndio tumaini lako.

Utaona njia kutokea, utaona njia kutokea, kwa sababu aliyeahidi ni mwaminifu, aliyekuchagua ni mwaminifu, aliyeweza ni mwaminifu. Yeye Bwana atakutenda noma, na utatoka ukimshangilia. Ungesema kwenye kazi yangu, naliona Bwana ametotoka. Ungesema kwenye biashara yangu, naliona Bwana ametotoka. Ungesema kwenye afya yangu, naliona Bwana ametotoka. Bwana baba yake nyakati zote na majira yote, maana yeye ndiye atendaye makubwa. <tipos> Bwana asifiwe sana. Jumanne nilipitia wakati mgumu sana, nimetoka kwenye majukumu ya jimbo, nimetulia nikajisikia ninaumwa. Bwana asifiwe sana. Nikajisikia hapa kuna kitu kinauma. Wazo la kwanza ikasema hii itakuwa appendix. Wazo la pili ikasema hizi ni figo hizi. Figo kabisa. Wakati na wasa nikawa nazidiwa, nikawa nazidiwa niko chumbani. Nikamandikia daktari, kuna daktari wangu, nikwambia daktari, naumwa. Na naona sio kawaida. Daktari akasema kama unaumwa na unaona sio kawaida haka, akaweka alama ya nandi Akushangaye, halafu nayakiulizo alama nyekundu unasemaje, baba mchungaji? Ile neno likaja kama hukumu kwamba nimemkumbuka daktari kabla ya Mungu wangu. Nikasema daktari ameni challenge, ameniwekea alama za maulizo. Nikaweka mkono, nikasema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Iwa iwapendesiziwe fiko, nyamaza kwa jina la Yesu. Nimepona mpaka leo. Yeah. Sana. Bwana anafanya mambo, lakini unapokumbuka yupo. Kuna muda mambo yako yanapokwama, moyo wako unatembelea mbali, akili yako inatembelea mbali, unaanza kuanza kazi yako ya kusalimisha ni mtu fulani, unaanza kuanza biashara yako ya kusalimisha ni mtu fulani. Usiyabudu watu, yuko Bwana awezaye kutenda miujiza, yuko Bwana awezaye kutenda maajabu. Inama moyo wako mbele zake.

Tana. yeye ndiye mungu anayetaka umtegemee haijalishi jambo lako ni critical kiasi gani Haijalishi jambo lako limekaa namna gani Haijalishi shida yako imekaa namna gani bwana anasema yeye ni bwana wote wenye nguvu anasema kwenye Yeremia sura ya 27:32 anasema mimi ni bwana mungu Wale. Leo hakuna jambo kubwa la kumshinda. Nataka nikwambie hakuna jambo kubwa la kumshinda Yehova. Miaka elfu mbili na shina kali iliyopita akapanda msalabani. Alishangilia akasema imekwisha kwa jina la Yesu. Alishangilia akasema imekwisha kwa jina la Yesu, akakupa jina lipitalo majina yote, akasema kwa jina hilo kila goti litapigwa naa

eloe takupiga kwake eatekupongo ka kwa kwa china la Yesu. Hebu ongeza makofi kwa Bwana, haleluya, haleluya. <topsi> Mungu yupo kukusaidia, Mungu hayupo kukutesa. Bwana sana. Usione Mungu ameachilia mambo kwa mateso, ameachilia mambo kwa utukufu wake. Amen, nimtegemee Mungu. Eneo gani la tatu, mtegemee Mungu wakati huna watu wa kukusaidia na wakati unao watu wa kukusaidia. Yani, the moment una watu, mtegemee Mungu, na the moment huna mtu wa kukusaidia, mtegemee Mungu. Bwanaswe sana. Kuna watu wana watu na wanajivunia watu, Mungu anakuwa adui wa hao watu, kwa sababu wema wa Mungu hautembei wakati kuna vitu vinakuzunguka. Wema wa Mungu unatembea kwa kutambua kwamba hata huyu aliyepo ni Mungu na kama sio Mungu huyu ha, alivyopo hapa hawezi kunisaidia. Mtegemee Mungu hata kama unakuwa uko sehemu ambayo unajua kabisa kwamba huyu mtu niliye naye basi mimi napita, Mungu anatakiwa awe namba moja. Bwana sana kwa kila hali na kwa kila mazingira, Mungu anatakiwa awe namba moja. Shida yetu waamini ni kwamba imefika sehemu tumekuwa na kiburi mno tunaamini kwenye uwezo wetu na uweza wa we wanadamu, lakini hatuamini katika uweza wa Mungu na katika msaada wake. Lakini leo nataka uamini ya kwamba Bwana anataka kusaidia, wakati umekosa mtu akuunganisha mahali, wakati umekosa mtu akusemesha mahali, mtu ambaye anaweza kukuongelea mazuri ukapata nafasi ile kwa Bwana. Utetaye nao wale wanaoteta nao, Bwana akiwa ngome yako na kinyume lako wanadamu atapiga sarete wanadamu atapitisha jina lako wanadamu ataongea ongelee, kwa sababu Bwana akisimama hakuna mtu anayeweza kusema kinyume chake, hata yule aliyejaa pepo atapitisha jina la mtakatifu. Amen, Bwana asifiwe sana. Jina la mtakatifu lazima lipite, kwa sababu Mungu ndivyo alivyoamuru, hata kutetea atakutetea Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ambapo watu wameacha Mungu wameacha nafasi ya Mungu kwa sababu ya mazingira, na wakati mwingine mtu anakuwa ofa, anapewa ofa kwa mabwana, ukifanya moja mbili tatu basi nafasi fulani ipo, ukifanya moja mbili tatu basi, tunapitia jina lako, ukifanya moja mbili tatu basi, ni wewe unapata hii, ukifanya moja mbili tatu basi, hapana. Ifike sehemu Mungu Bwana sana, na ifike sehemu, amini useme, kama Mungu hajaruhusu na kipi lakini kama Bwana wangu ameruhusu, kama yeye aishijwa, hiki ni changu, ye nafasi ni yangu, haya ni yangu full stop bwana nashaba Meshaki na Abednego anatokeaga mtu ann. Haleluya, pendwa mtu anna akitokea, wale waliozuia nafasi yako anoshangaa, lakini pia wao wanakuwa mawindo, wanakuwa balaa kwa yale maadii ambayo aliyatengeneza Bwana ufaraja wako. Nataka nikwambie Bwana Mungu wako awezi kukusahau kamwe, alisema awezi kukuacha mpaka ukamilifu wa nini, wa dahari. Hicho ndio kitu cha kubeba moyoni. Kwamba moja na kwamba niko peke yangu. Wakati Yesu anajaribiwa kwa majaribio mengi sana, wakati mwingine wanafunzi wake wanachoka moyo, anaenda mbele za wanafunzi wake na wale watu wanamwambia, jamani, sikilizeni, mimi siko peke yangu, mimi nina Baba na wewe, tumaini lako na la ushindi wako libaki moja, yule baba yako aliye juu. Kwa maana tumesoma Yeremia hii sura ya 17 mstari wa saba, anasema amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, aa kumtegemea Bwana ambaye Bwana ndiye tumaini lake. Nataka nikueleza swali moja mpendwa, tumaini lake kwenye shida yako ni nini? Tumaini lake kwenye jambo lako ni nini? Nataka nikwambie, changua tumaini la baraka ambalo ni kumwamini Jehova na kumtegemea aliyekuuta. Aliyekuuta ukimtegemea yeye, atakusaidia wakati umelala, yeye atakusaidia wakati unatembea, yeye atakusaidia wakati umekaa Wakisaidia wakati majirani na maadui zako anapanga kikao, atafarakanisha kwa jina lake, maana wewe ni mboni ya jicho la Bwana. Mpe tena Yesu makofi, mpe tena Yesu makofi. Eneo la nne la kumtegemea Mungu, mtegemee Mungu wakati wa jangwa lako, na hapa ndipo fafanua vizuri, kila mtu atapita wakati wa jangwa. Na jangwa ni la lazima kwa kila mtu aliyebeba kusudi la Mungu. Jangwa unaweza ukapitishwa ama ukajipeleka, lakini jangwa na nyika ni vitu vya lazima kwenye maisha ya mtu, kwa sababu ndicho kitu pekee ambacho Mungu anakitumia kutengeneza watu mashuhuri. Lazima apite kwenye miti siko ya mioyo na hisia ili waweze kumudu mambo makubwa yenye pressure kubwa, waweze kuongoza makusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo Mungu hana sehemu nyingine ya kumpeleka mwanae isipokuwa nyekani, akajaribiwe panasio sana, akae pamoja na ndege na wanyama wa mwitu, apimwe katika uwezo wake wa kustahimili hofu za usiku, hofu za mchana. Kwa hiyo kila mmoja ambaye alibeba kusudi kubwa la Mungu alipelekwa nyikani, awe Bwana wetu Yesu Kristo alipelekwa nyikani sana, siku arobaini usiku na mchana, akiwa na wanyama, tena akiwa na wanyama wa mwitu hali hali, na mwisho wa siku shetani anamtokea kipindi hicho. Yesu alikuwa anatengenezwa siku arobaini ilikuwa ni gharama ya kulipwa kwa mara moja. Yaani, unalipa gharama kubwa kwa mara moja kwa ajili ya kufuzu shule kubwa ambayo inatakiwa ichukue miaka, lakini kuna wengine ambao wanapelekwa jangwa dogo dogo, analia leo, anacheka kesho, analia leo, kesho anacheka kesho. Lakini kuna watu unafinyiliwa hapo hapo sana, inabaki sehemu nalia. Hakuna mtu wa Mungu ambaye akupitia wakati wa nyika wakati wa nyika ni wakati ambapo huoni matumaini ya chochote. Wakati wa nyika ni watu ambapo watu wote wamekutenga, watu wote wame wamekukataa, mtumia message nisaidie, anakukwepa na kuchenga, wakatuani wa wewe kubaki na Mungu na kumtegemea Mungu. Nataka ukambie mtumaini Bwana wakati unaona ni nyika yambulu nanaichanbolam ni na mkate akakwambia, Eliya safari yako ni ndefu, lakini nekaule halafu nenda hiyo kwamgevehiwo kwa muda siku arobaini chambwani na ukifika maliza safari yako, ukifika maliza kusudi nakotua paka mafuta watu hawa na wewe na kazi bado na Mungu. Unapopitia kati ya ukame, unapopitia kati ya matumaini, unapopitia kati ya nuru, yuko Bwana aliye nuru yako, yuko Bwana aliye matumaini wako.

nieta aliyenikomboa aliyenifia Golgotha, ameagiza malaika zake, nao wamenitenda mema, wamenitenda baraka, wamenitenda matumaini. Hebu mpo Yesu makefi na shangwe, wakati wa jangwa lako tumaini Mungu sana Wakati wa ukame huoni mtu, huoni ndugu, umekataliwa, umetengwa, ni mkiwa na wakati, wakati huo wakati mwingine unapiga magoti, unaona hakuna chochote. Wakati huo ndio Yesu anainua kinywa chake, anasema: ewe wewe na masaba tano, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini Yesu atoe kumtumaini, anamtegemea Baba na mwisho wake anasema, mkononi mwako Jehova. Na wewe mkononi mwa Bwana kaiweke kazi yako kwa jina la Yesu. Na wewe mkononi mwa Bwana kaiweke nafasi yako kwa jina la Yesu. Na wewe mkononi mwa Bwana kaiweke shida yako kwa jina la Yesu. Bwana kampa shida yako, anatenda kwa uaminifu. Haleluya pendo, anatenda kwa uaminifu. Mungu anatupenda sana, Mungu anatupenda sana. Bebu na maeneo kadhaa ambayo nilimwona Mungu katika namna ya ajabu sana. Na leo na studio eneo la uzima. Nikiwa advance nilimwomba Mungu asema, Mungu, nimekuja huku. Lakini mimi sina hela. Kwa hiyo sitaki kuumwa. Kwa maisha yangu yote nitakayo kaa huku, sitaki kuumwa kabisa. Kwa nikamwomba Mungu, nikamaliza yale maombi, nikaamini kabisa. Sasa siku moja nimetoka kusoma. Eh, tunaitaka prep. Nimetoka kusoma nikuwa majira kama ya saa saba hivi, nimerudi chumbani, nimekaa nikaanza kusikia naumwa tumbo. Jamani, mtu akisema naumwa tumbo simdharau. Bwana siwe sana, tumbo likikamata ni jambo moja gumu sana, japo kwa okay, kila kitu kinauma. Lakini siku ile ndio nilijua tumbo ni kitu cha ajabu. Bwana siwe sana kwao, nikaumwa, nikajua kabisa kwamba huu ugonjwa ninaoumwa siwezi kupona Yaani kuna mazingira unafika hapa unasema, hata nikijiwekea mkono imani yangu hairuhusu. Huu ni ugonjwa wa kwenda wapi? Jamani, kwenda wapi? Kwenda hospitali bwana. Kwa hiyo mimi nikawa nimeumwa sana, na sasa wasiwezi kwenda hospitali, ilikuwa mbali. Kwa hiyo nimeugua usiku wa mateso siwezi kuomba, siwezi kufanya chochote, lakini ninamtumaini Mungu ambaye sina imani naye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yaani sina imani, sio kama Mungu, uweza wako umekoma. Uweza wa Mungu uko pale pale. Lakini imani ya mimi kubandika mkono kwenye tumbo langu liachia mna. Ile misuli ya tumbo inakaza halafu inafinya, yani kama vile inacheza mle ndani. Kwa hiyo nikaumwa, nikaumwa, nikaumwa ule usiku haukuisha haraka. Imefika majira ya alfajili nika Oga nikavaa nikaanza safari ya kwenda hospitali. Sijamwambia mtu. Nikawa ninatembea nikawa natembea. Sasa kutoka shuleni kwenda hospitali kulikuwa unapita kwenye msitu mmoja hivi. Sasa nimetembea umbali mrefu nikafika kwenye ule msitu. Mungu akaniambia hivi, wewe unaenda wapi? Nikajibu naenda hospitali. Uliomba nini? Nikakumbuka niliomba nisiumwe tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa yale yale maswali, unaenda wapi? Uliomba nini? Yakaibua kitu ndani yangu. Sikukemea wala sikufanya chochote, niligeuka pale pale kurudi shuleni. Nilipogeuka pale pale, nikapona pale pale. Bwana siwe sana. Kwa hiyo naamini na kumtumaini Mungu sana, kwa sababu Mungu wako atakusaidia wakati wa jangwa lako. Mpe Yesu makofi tena. Tano. Mtegemee Mungu wakati huna nguvu za kuendelea mbele, yaani umechoka kabisa na safari yako, umechoka kabisa na mapito yako, wakati ule pia mtegemee Mungu. Sita, mtegemee Mungu unapohisi maumivu moyoni. Bwana sio sana. Wakati unaona maumivu ndani ya moyo wako, na maumivu yanatokeaga kwa sababu ya mambo mbalimbali na wakati ule kuna vitu vingi sana vinaweza vikatoka kwenye kinywa chako na vitu vile vikajeruhi. Alipitia, alipitia Ayubu maumivu ya moyo ambayo sisi wana wa Mungu hatujayapitia, yale maumivu magumu sana, lakini Ayubu alibaki akimtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Anasema najua mteteaji wangu yu hai, na wewe mteteaji wako yu hai katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe, hilo ndilo neno la Bwana.